Asikiliza nikusomee ufahamu sehemu ya A. Soma taarifa ifuatayo kisha ujibu maswali. Nilianza kusikia habari za ugonjwa wa ukimwi mnamo mwaka wa 1984 wakati huo nilikuwa nimemaliza masomo yangu ya kidato cha sita na kujiunga na chuo cha walimu kilichopo wilayani Nyeri kitwacho Kagumo. Nilihofu sana maradhi hapo, hasa nilipowaona walioambukizwa wakikondeana mithili ya ng'onda. Baada ya waathiriwa kufariki, jamaa zao hawakuruhusiwa kuwazika. Wizara ya Afya ilitoa amri kali kuwa wale wote waliofariki kutokana na maradhi ya ukimwi wazikwe na kikundi maalum cha madaktari na wauguzi wa hospitali za wilayani. Kulikuwa na kasisi mmoja tuliohusiana kiukoo aliyefariki kutokana na maradhi ya ukimwi. Sisi hatukuruhusiwa hata kumsongea karibu. Marehemu alipoletwa nyumbani, madaktari na wauguzi walivalia majoo meupe, ungedhani ni malaika. Mikononi walivaa glovu nyeupe ambazo zilitutisha machoni. Mara nyingi nimeshangazwa na athari za ugonjwa huu. Inasemekana kuwa kuna njia kadhaa za usambazaji wa ugonjwa wa ukimwi. Njia moja ni kuhusika katika kitendo cha mapenzi na mtu ambaye ameambukizwa virusi vya ugonjwa huo. Njia nyingine nimeelezewa kuwa ni kwa kutumiwa kwa pamoja vifaa vyenye makali na mtu aliyeambukizwa virusi vya ukimwi. Inasemekana kuwa kugusa damu ya mtu aliyeambukizwa ugonjwa huu kunaweza kukutia mashakani. Mama mja mzito aliyeambukizwa ugonjwa huu anaweza kumwambukiza mtoto aliyetumboni anapojifungua na hata baadaye anapomnyonyesha mtoto wake mchanga. Kisha kuna kupokea damu kutoka kwa mtu ambaye tayari ameambukizwa janga hili la ukimwi. Lakini nimewahi kusikia watu wakisema kuwa ukimwi si maradhi, yaani ni upungufu tu wa kinga ya kukabiliana na magonjwa na katika mwili wa binadamu. Maadamu ukiweza kuimarisha kinga ya magonjwa katika mwili wako, basi unaweza kuishi kwa miaka na mikaka Anachohitajika mtu ni apate chakula na lishe bora, afanye mazoezi ya kutosha, na kujiepusha na mahusiano ya kimapenzi na watu wengine ambao huenda wakamwambukiza aina tofauti za virusi vya ukimwi. Haya yakifanyika, mwathiriwa huwa na matumaini ya kuishi kwa muda mrefu, kwani hatazidiwa na maradhi hayo na mwishowe kwenda jogomeo. Kuna haja kubwa ya kujilinda na kuepukana kabisa na janga hili lililotuzingira. Wengi tayari wameshapoteza roho zao, wengine walioambukizwa wanaugua hospitalini na majumbani mwao kisirisiri. Mungu atujalie heri na atuepushe na shari, kwani utafiti wote ambao umefanywa kuhusu tiba ya uwele huu haujafua dafu hata kidogo. Hata hivyo Mola mtupi mja wake, dawa za kukabiliana na makali ya virusi vya ukimwi almaarufu ARVs zimevumbuliwa na zimesaidia pakubwa katika kuokoa maisha ya waja wengi ulimwenguni. Swali la kwanza pale, ipe habari hii anwani ifuata. Hakikisha kuwa unaandika majibu ambayo ni sahihi. Ipe habari hii anwani ifaayo. Nilikwambia ukiulizwa kuandika anwani, unaandika anwani kwa herufi kubwa na unapigia nini? Mstari. Anwani ni hatari za ugonjwa wa ukimwi, au unasema anwani pale ni ukimwi. Wakati wote ukiulizwa anwani, unaandika kwa herufi kubwa na unapigia mstari. Na wakati wote ukiulizwa maswali yote ambayo yana yanakuwa pale chini ya ufahamu, maswali hayo yanahusiana moja kwa moja na ufahamu swali la ba, kwa nini mwandishi anahofu sana ya maradhi ya Ukimwi? Anahofia kwa nini? Kwanza, kuna kukonda sana kwa waadhiriwa, yaani wale waadhiriwa wanakonda sana. Kukonda sana kwa waadhiriwa, na awali waliofariki hawakuwa wanazikwa na jamaa zao awali wale ambao wa walikuwa na kufa hawakuwa nazikwa na jamaa zao. Swali la cha: hapo awali watu waliowachukulia vipi walioambukizwa maradhi ya ukimwi alama mbili? Kwanza ah, waliwaona kama waasi au wawaalifu waliojiletea balaa kwa hivyo waliwaona kama uh, wahalifu waliojiletea balaa. Pia awali watu waliona wali walistahili kuepukwa kabisa. Waadhiriwa, waathiriwa maradhi ya ukimwi walistahili kuepukwa ku, ku, ku, kabisa. Yaani kuepukwa ni kule kuambaa kabisa, kwa sababu walikuwa wanafikiria kuwa, kuwa watawaambukiza vile viini Swali la da, eleza njia mbalimbali zinazomfanya mtu kuambukizwa maradhi ya ukimwi, alama tatu. Kulingana na ufahamu huu, unaambiwa vizuri hata jinsi ya, ku, ya ku, kuadhiriwa, uh, na ku, au kuambukizwa na maradhi ya ukimwi ni njia ambazo ni za kawaida, tumesoma hapa darasani, si ndio? Sije sijui kwa nini kila mtu akupata alama zote hapa. Kwanza ni huhusika katika ngono na mtu aliyeambukizwa virusi vya ukimwi. Usiseme tu unahusiana una, una katika ngono na mtu, lazima uhusiane na ngono na mtu ambaye ameambukizwa nini, virusi vya ukimwi. Huhusiana na ngono na mtu si makosa, lakini huyo mtu kama ame, um, ameathiriwa na virusi vya ukimwi, si utapata ukimwi. Kwa hivyo lazima utaje pale, unahusiana katika ngono na mtu ambaye ameambukizwa virusi vya ukimwi. Ya, uh, kuwa na wapenzi wengi. Unakuwa na wapenzi wengi kwa sababu utajua nani ana ya maradhi yale ya ukimwi. Tatu ni matumizi ya vifaa vyenye makali na watu wenye virusi vya ukimwi si tu vifaa vifaa hivi, kulingana na ufahamu, vile tumeambiwa, unatumia vifaa vyenye makali na watu wenye virusi vya ukimwi. Usiseme tu vifaa vya makali. Ukitumia na kifaa cha makali na mtu ambaye hajaambukizwa ugonjwa ukimwi huwezi ukapata, si ndio? Lakini kwa sababu hujui nani ana ukimwi, unasema matumizi ya vifaa vyenye makali na watu wenye virusi vya ukimwi. Vitu hivi vyenye makali tumeambiwa sindano, si ndio? wembe Nne, mama mtu anaweza kusambaza virusi kwa mtoto wake wakati anapojifungua na kumnyonyesha. Kwa hivyo anaweza kusambaza vile virusi wakati anapojifungua au anamnyonyesha mtoto. Na mwisho ni mtu anapotiwa damu yenye virusi vya ukimwi. Kwa hivyo uki, ukitiwa damu hii yenye virusi vya ukimwi unaambukizwa mara moja na ndivyo ufahamu hata unasema. Na ukiangalia njia hizi pia katika hali ya kawaida, si tu katika ufahamu. Hizi ndizo jinsi ya kupata ukimwi. Kwa hivyo unapotiwa damu yenye virusi vya ukimwi unaweza kuambukizwa mara moja. Je, tunawezaje kuepukana na janga hili la ukimwi? Unawezaje kuepukano nalo, na tumeelezwa pale. Njia ya kwanza ni kutofanya mapenzi kiholela. Kutofanya mapenzi kiholela, si pale umeambiwa kuwa na wapenzi wengi. Kwa hivyo, kwanza ni kutofanya mapenzi kiholela. Pia ni kutotumia vifaa vyenye makali na watu wenye ukimwi Kutotumia matumizi au matumizi ya vifaa vyenye makali, au tumii vifaa hivi vyenye makali na watu ambao wameambukizwa ukimwi. Na tumesema vyombo hivi vyenye makali ni kama vile nini, vifaa hivi ni kama sindano au wembe, vifaa ni vingi. Na pia pale tumeambiwa kuwa wacha Mungu, ufahamu umesema pia kuwa waaminifu na kumcha Mungu Swali la fa. Mwadhiriwa wa virusi vya ukimwi anaweza kuishi maisha ya kawaida na kwa miaka mingi akifanya nini? Iwapo tayari umepata vile virusi vya ukimwi, utawezaje kuishi maisha uh, kwa miaka mingi ukifanya nini? Tumeelezewa kwenye ufahamu kuwa unafanya nini? Unaimarisha kinga ya magonjwa katika mwili wako, unaimarisha kinga kusema kula chakula, tumeelezwa pale unaimarisha kinga ya magonjwa, nilikuwa nakupa na ile alama ukisema hivyo kuimarisha kinga ya magonjwa. Eleza maana ya msamiati ufuatao kama ulivyotumika katika taarifa, uwele. Kila mtu anajua uwele ni nini, ugonjwa, hata kwenye ufahamu. Uwele ni ugonjwa au pia ni maradhi. Aujafua dafu ni aujafaulu, aujafaulu au, au, au pale unasema aujafanikiwa. Alafu mwisho kuenda jogomeo, kila mtu nilikuwa nafikiria atapata, hiyo ni kufariki ni kule kufa au unaweza kusema hata kupoteza uhai.